Hiyo ndo inakuwa siku yote hii ukapike mchuzi wa maji. Ah, kama mimi ndo rahisi na kufunga ndo <laughs> nipo njiani hapo naelekea ah, ah, ah. <laughs> Mke wangu, we, sikukuu yote hii unapika wali wa maji kwa mchuzi wa nazi hasa? Huo mchuzi wa maji vipi sikukuu hii? Huoni kama hiyo sikukuu unainyima haki yake? Ehe, hapo no. Sasa umesema unatena no, no, hii sisi siku za kula mchana tunakula mchuzi wa kioo mchuzi wa, maho, wa maji na basi mpaka sikukuu ah. Sasa hapo pika wale wali wa nazi ah, na mchuzi wa rosti sapta sapta, mambo yaende mbele. Hey, bwana, hiyo ndio inakuwa wawe sikukuu yote hii ukapike mchuzi wa maji ah. Mimi ndo rahisi na kufunga